tumwenzi Nyerere kwa amani uadilifu wa habari katika ukurasa wa ishirini bidhaa za kilimo Malawi Afrika Kusini marufuku wa habari katika ukurasa wa tatu Majaliwa ahidi usalama uchaguzi mkuu habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mahakama kutoa uamuzi kesi ya Lisu Jumatatu habari katika ukurasa wa nne DCEA yanasa tani kumi na nne mihadarati kemikali habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili Mwigulu aimza Afrika kuvutia uwekezaji wa ndani, habari katika ukurasa wa ishirini. Papa Francis acha zawadi ya jimbo Bagamoyo, habari palikuwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika, Biteko aonya viongozi migogoro ya ardhi. Habari picha na inamwonesha naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr Doto Biteko akifurahia jambo na kiongozi wa wanafunzi wa kidato cha kwanza Lucy Lengishoni kushoto kidato cha tano Dorin Silvester wa pili kulia, baada ya kuwasili katika shule sekondari ya wasichana ya Rongido Samia jana, wakati wa ziara ambayo ni sehemu ya shamra shamra za maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wa Tanzania. Habari ni katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewa habari iliyopewa kipaumbele ni kesi ya Tundu Lissu, heka heka Kisutu. Polisi adhibiti dhibiti wafuasi viongozi Chadema waliokwenda kusikiliza kesi yake, waimarisha ulinzi kila kona. Mgombea urais azuiwa getini, awakomalia polisi. Lissu agomea video, mawakili walivyochuana kortini, hakimu Kiswaga maliza utata. Habari katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano wa gazeti hili, habari picha ikionyesha matukio mbalimbali yakionyesha ulinzi ulivyoimarishwa katika maeneo ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam. Jeshi la polisi kuzuia wananchi kwenda mahakamani hapo kufuatilia kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Kesi hiyo ilikuwa ikiendeshwa kwa kutumia video. Mwananchi limeandika kilo elfu kumi na nne za kemikali hatari zazuiwa nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa watatu wa gazeti hili. Ndugai Arusha dongo atamba na clean sheet. Aliyekuwa spika wa bunge Job Ndugai yupo yupo sana kwenye siasa ameweka bayana kuwa atawania nafasi hiyo katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano huku akitamba. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa saba. Kilio marufuku ya bidhaa kuingia Malawi, afrika ya Kusini. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Wimbo wa Bagamoyo kufikia mwisho Kitila. Habari ilikuwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Hatuwezi kumaliza malaria bila kuwa na, na msukumo thabiti, msukumo unahitajika kwani tuna kila sababu hakikisha tunatokomeza malaria. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 16 na ukurasa wa 17. Pata nakala yako ya gazeti Mwananchi usome kwa undani zaidi ya habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Gazeti Majira linyo katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni mawakili wa serikali Lisu watoana jasho. Ni baada ya Lisu kukataa kesi yake isikilizwe kwa njia ya mtandao akiwa Ukonga mahakama ya wazi ulinzi mkali Kisutu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Vipo mbele vitano ofisi ya msajili wa hazina vyatajwa, habari katika ukurasa wa nne. Makadinali mia moja na tatu kushiriki mazishi Papa Francis habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. DCEA yakamata kilogramu elfu nne mia tano sitini na nane za dawa za kulevya habari katika ukurasa wa nne. Wakala wa kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imesema katika kipindi cha Machi hadi April 2025 kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanikiwa kukamata kilogramu 4568 za dawa mbalimbali mbali za kulevya pamoja na tani 1014 za kemikali bashirifu zilizokuwa zinaingizwa nchini kinyume na sheria. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Dr. Mchemba ataka nchi za Afrika kuvutia wawekezaji habari katika ukurasa wa tatu wa sira demokrasia ni majadiliano, hoja na maelewano. Habari katika ukurasa wa tatu. Dr Kongo, M23 kukabili kusitisha mapigano wa habari katika ukurasa wa kumi na tisa. PPAA yatumia fuara za Samia kuimarisha haki wazi na uwajibikaji wa ununuzi wa umma habari katika ukurasa wa kumi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ninalo gazeti Lipashe, mwange wa jamii. Lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika kesi ya Lissu ni mshike mshike, mawakili wa chuana kortini, ulinzi mkali. Heche, Mnyika, wanasheria, makada Chadema wakamatwa. Lisu wagoma kesi kusikilizwa kwa mtandao akiwa gerezani. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa kumi na nane. Habari picha inaonyesha askari wa jeshi la polisi wakiwa wamezingira lango la kuingia mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapo jana. Lakini pia gazeti hili limeandika siku ya malaria wakuu wa nchi za Tanzania na Botswana watoa tamko la pamoja. Habari katika ukurasa wa nane. Ni Duma Gideon Boko rais wa Botswana pamoja na Raisi Samia Suluhu Hassan, ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa nane. Gazeti limeandika Tanzania tangaza uamuzi mgumu kwa Malawi a Afrika Kusini, nuku ile ndiko kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ni abashi ikisema kwa kuwa mataifa haya hayakujibu mbeletu ndani ya muda uliowekwa umeamua kusitisha mara moja uingizaji na usafirishaji wa bidhaa zote za kilimo kati yetu na wao, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. nld yichuana na Zito Kabwe kuwania g55, habari katika ukurasa wa tatu zaidi. Imeandika mtandao wenye fedha wabainika kufadhili biashara za dawa za kulevya, habari katika ukurasa. Ni maziko ya papa jeneza kupigwa muhuri leo usiku, Trump kushiriki, habari katika ukurasa wa 19 Mkumbo atua bungeni akiwa na vipaumbele 31 kuwavusha Watanzania. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini vya gazeti Nipashe michezo limeandika Fadru, tumekuja South kufuzu finali. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar leo. Kwa kweli na uwazi linyo habari aliyopewa kipaumbele ni Hemedi, viongozi jitoeni kuwatumikia wananchi. DCAA na 35 tuhuma za dawa za kulevya habari katika ukurasa wa 18 mahujaji 2460 kwenda Maka mwezi ujao habari katika ukurasa wa pili mutungi akiwa na vurugu za vyama vya siasa habari katika ukurasa wa pili l gazeti mm hili -hmm, imeandika wananchi watakiwa kudumisha muungano habari katika ukurasa wa tatu Abbas ataka kongamano la kimataifa la amani habari katika ukurasa wa, Abase, habari, ukurasa wa tisa wa gazeti hili ZEEA yaanza kutoa mikopo kwa njia ya kidijitali habari katika ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kweli na uwazi, pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Uhuru, kweli daima, linyo habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, demokrasia sio vurugu, wasira sisitiza itumike kujadiliana, kujenga hoja, kuleta maelewano, hataka isitumike kuchochea shari kama wanavyofikiria baadhi ya wanasiasa habari katika ukurasa wa pili. Jaji Mutungi akerwa vyama vya siasa kuvuruga mani habari katika ukurasa wa saba. Mawakili wa Lissu waangukia pua habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika serikali yawahakikishia usalama wapiga kura habari katika ukurasa wa tatu. Biteko Apeleka tabasamu Longido, Samia Girls, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Profesa Kitila ni ka vipaumbele tisa, mipango na uwekezaji, habari katika ukurasa nne. Dr. Nchimbi Rais Samia anafuata falsafa za Mwalimu Nyerere, habari katika ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli deima. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nilo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele Siku kumi na tano ngumu kwa Simba. Hakuna kulala mastaa. Simba katika picha tofauti wakifanya mazoezi gym saa chache tangu walipotua South Africa. Ni mchezo wa marejeano kati ya Stellenbosch ziliyo Simba, kombe la shirikisho mkondo wa pili. Mchezo atapigwa kesho kutwa Jumapili saa kumi kamili jioni. Yanga yaweka rekodi nyingine, habari melia kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, kombe la muungano wa Jumamosi hapo kesho itakuwa ni KVZ dhidi ya Yanga saa moja na robo usiku. Enrik ashtukia janja ya Arsenal, habari katika ukurasa wa kumi na nane Arsenal dhidi ya PSG Aprili ishirini na tisa saa nne kamili usiku. Lakini pia gazeti hili limeandika kinachomtoa Rashford Man United, habari katika ukurasa wa kumi na nane Lakini pia gazeti hili limeandika e, ligi ya mabingwa leo ni Al Ahli dhidi ya Mamelodi Sundowns, mchezo wa saa moja kamili usiku Cairo. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele, kama hata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo ninalo mikononi mwangu, lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika wachezaji Simba watamani historia, serikali kuendelea kuboresha miundombinu ya michezo, Yanga kamili muungano, Singida Black Stars yafungishwa virago. Habari imewekwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili ikiandika kikosi cha Yanga kinatarajiwa kuwasili visiwani Zanzibar leo kwa ajili ya mashindano ya kombe la Muungano yanayofanyika uwanja wa Gombani Pemba. Akizungumzia maandalizi ya safari yao, meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamu amesema wachezaji wote wanakwenda Zanzibar kwa lengo la kushinda na kutwaa taji hilo. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Tamasha la Samia hakuna kiingilio, habari katika ukurasa wa 21. Korosho jeshi stars za ngara muungano, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gweji la habari Tanzania katika ukurasa wake wa nyuma. Michezo na burudani, Nipashe mwanga jamii, michezo na burudani, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika fad, tumekuja hapa sauzo kufuzu finali, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Yanga yamgeukia kwa kasi feitoto habari katika ukurasa wa 23, mabingwa 1967 1988 mbioni kushuka daraja, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa nyuma, na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania Ijumaa ya leo.